Kumekuwa kukisambaa taarifa katika mitandao ya kijamii juu ya kuvunjwa kwa bodi ya ligi na uteuzi wa bodi ya mpito, na taarifa hii ikidaiwa kwamba imetolewa na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania yaani TFF, lakini TFF kwa upande wao wanadai taarifa hii ni feki, haijatolewa na wao. Lakini kwa upande wa Jemedari Said Kazmari, mchambuzi wa soka hapa nchini, amewachana Yanga kuhusiana na taarifa hii kusambaa katika mitandao ya kijamii, hii taarifa ikiwa ni feki, haijatolewa na mamlaka ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Jemedari Saidi Kazumari amewachana Yanga mara baada ya taarifa hii kusambaa. Yanga kwa hivi sasa wamewekeza nguvu kuelekea mchezo wao wa tarehe 18 na sio tarehe 15, ambapo wao wanasema hawachezi dabi ya Kariakoo wao wanajochojua. Wamebakiza mechi zao mbili za ligi kuu ya NBC kumaliza msimu huu, lakini mechi ya dabi ya Kariakoo wao walishaimaliza Machi nane. Jemedari Said Kazumari mara baada ya taarifa hii feki kusambaa katika mitandao ya kijamii juu ya kuvunjwa kwa bodi ya ligi na uteuzi wa bodi ya mpito yeye, yeah, ameweza kuichapisha taarifa hiyo na kuandika, kama kweli hatuchezi ng'oo, kwa nini kuna nguvu kubwa kuaminisha watu juu ya hilo? Kwa nguvu hizo ni pamoja na huu ujinga wa kutengeneza vitu feki. Nchi haijawahi kupitia kwenye mambo ya hovyo kwenye soka kuliko inayopitia wakati huu. Kuna ujinga na ushamba mwingi sana kwenye soka la Tanzania kuliko ilivyokuwa miaka ya nyuma, ambapo dunia kiasi kikubwa ilikuwa gizani. Bahati nzuri, hii mechi ya tarehe kumi na nane itaisaidia sana kupaza pa kuanzia kurekebisha tabia za hizi timu zetu pendwa, vovote vile mechi iwepo au isiwepo. Baada ya hapo, nadhani timu isijichanganye kuhusu taratibu, kanuni na sheria kama ilivyokuwa hapo awali. Wanaolalamika wenzao kupendelewa msimu huu huu, kikanuni, wao wanacheza ligi kwa kupendelewa na TFF na bodi ya ligi. Kama klabu haijasajili wachezaji wa vijana kwenye usajili wao walipataje leseni ya kushiriki ligi kuu, kama sio upendeleo kutoka kwa hao hao wabaya wao wa sasa? Mambo ni mengi na mifano na ushahidi ni mwingi sana. Tuache hiyo tarehe 18 Juni 2025, halafu baada ya hapo kama TFF na bodi ya ligi wataendelea kuwapeni feva mlizokuwa mnapewa kwa namna yoyote, hata mimi nitaungana na nyie kuwaondoa hao bodi ya ligi na TFF madarakani, ngoma ikivuma sana. Hii ni nukuu ya jemedari Saidi Kazumari akisindikiza na andiko feki la kuhusu kuvunjwa kwa bodi ya ligi na uteuzi wa bodi ya mpito, na taarifa hii ikiwa imedaiwa kwamba imetolewa na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania yaani TFF. Wametumia template za shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, lakini hii taarifa sio ya TFF, ni taarifa feki ambayo imekuwa ikisambaa katika mitandao ya kijamii. i unamtazamo gani katika hili? Acha komenti yako na subscribe kwa taarifa nyingi zaidi.